pate shida sana maana huyu amani tunamtafuta, kama kwamba amani ni rahisi. Maana tumekuwa nayo miaka hii minne au vipi jamani? Pamoja na mapito magumu tuliyopita, lakini ipo sasa. Amani wanaotafuta wengine, mimi sijui, labda wenzangu wazee wa Nungwi mtanisaidia lakini amani ni kwamba umepewa dhamana na ndio utaratibu wetu wa kupeana dhamana, edesha ya watu. Imefika wakati watu kupima watu wapate haki yao ya kupima. Ukiwanyima watu haki yao ya kukupima, sasa unataka kuwaibia au vipi? maana wizi si jambo kubwa. Wizi ni kutokufuata utaratibu tu. Tumekupa biashara yetu tuendeshe, tunataka hesabu, we hutaki tufanye hesabu, unasema ah, wewe bwana humo hala, simo leo eh? wewe nikuzuie wewe usiwemo katika kukuhesabu eh, bwana namemrifi ukifanya hata hesabu ya Mwenyezi Mungu na mimi nimo katika warithi, simo vipi katika kutaka kujua hesabu? Jamani, huo inaitwaje eh? si wizi? Sasa ukitaka wizi halafu ukaenda kuhubiria amani, hayo ya hawaishi nyumba moja, amani na mwizi hawaishi, hawajawahi. Mungu hajaumba hivyo. Na sisi kwenye chama chetu tumekusudia baada ya Ramadhani tukayaonyesha yale yote ambayo ni makosa tushayaonesha kwa miaka minne, haya hajafanywa kazi, lakini kwa sababu Ramadhani hii imeleta neema ya kwamba kumbe tu, sote tunataka amani, tutakwenda kuyaonesha tena kwamba kuna watu ishirini na moja elfu hawa hawakupewa zanaidii hawakuingizwa kwenye kuja kuwa hesabu. Hayo tutakwenda kuyasema au sivyo?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 <laughs> tunalokwenda kuliomba pia jengine eh, kwamba kuna watu themanini na mbili elfu walitolewa kwenye daftari ishirini ishirini kinyume na utaratibu sharia inavyosema ya uchaguzi, na utaratibu uliotumika kuwatoa sio sawa. Mmoja katika waliotolewa alikuwa mimi. <laughs>